kaunti namba 43 ambapo wakazi wa eneo la Kasipul huko Homa Bay wamehimizwa kudumisha amani wakati huu ambapo joto la siasa limeanza kupanda kwenye safari ya takayerithi kiti hicho baada ya kifo cha mbunge Ongondo Were. James Latano akiwa Kasipul, ana anatuarifu zaidi. Safari ya takayerithi kiti cha eneo bunge la Kasipul baada ya kifo cha mbunge wa eneo hilo Charles Ongondo Were, Kasipul imeng'oa nanga Familia ya Charles Were ikijitosa mstari wa mbele kuwarai wanakasipul kukubali mwanawe mbunge mwenda zake Boyd Were kushika hatamu za uongozi ili akamilishe ndoto za babake. Na wangu peke yangu ni kijana wenu akikuja kuwatembelea, tafadhali, naomba kama mama, mumfungulie mlango mumkaribishe huyo mtoto. Na, naomba kama mama kwa njia ya unyenyekevu, kuna zile kazi mheshimiwa alikuwa ameanzisha, nikoshua huyo kijana atazimaliza. Hili likiwa ni eneo ambalo limeshuhudia misukosuko na visa vya ghasia. Wanaojitokeza kuwania kiti hicho wanawarai wakazi hasa vijana kutotumiwa vibaya na wanasiasa kuleta vurugu wakati na baada ya uchaguzi ndogo. You are only a youth today, the next day you are not a youth and you'd expect certain things to work in such a way that by the time you are going to your retirement you'll have a shadow under which you'll be sheltering. But in a situation where chama cha ODM kikiwa na usemi mkubwa katika eneo hili kupitia kwa mwenyekiti wa chama hicho wa kitaifa Gladys Wanga, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, wamehakikishia wanachama uteuzi wa huru na haki bila mapendeleo. Akishaitangaza IBC itaweka tarehe za uchaguzi. Wakati huo ukifika, watu wote wanakubaliwa ambao wanataka kutafuta kiti, watafute kiti. Na pia sisi kama chama cha ODM tutakuwa na mwendo wa uteuzi ambayo itakuwa ya kuteua yule ambaye atapeperusha bendera ya chama chetu cha ODM katika hii constituency. Kwa hivyo watu wasiwe na wasiwasi, wasiwe na pupa, wakue tu kwa upole. Wakati utafika na kila mtu atakuwa na nafasi ya kuongea na wananchi, na wananchi watakuwa na nafasi ya kuchagua yule ambaye atachukua bendera na afikishe kuanzia sasa mpaka mwisho wa huu muhula pale 2027 cha ya ndimi nyingi katika eneo hili kuhubiri na kutoa hisia za amani. Sauti mbadala bado inahimiza wakazi wa eneo hili kuchagua kiongozi bora na siyo bora kiongozi. James Latano, Runinga ya Citizen, kutoka mji wa Oyugis, eneo bunge la Kasipul.